Wazazi wa Moriah mmefanyika mbegu ya baraka kuhakikisha shule hii inakuwa vizuri, lakini nipongeze kwa shughuli ambazo zinafanyika mahali hapa kama nilivyosema kwamba mimi pia ni mmiliki wa shule, lakini idara ya bustani mimi sina. Kwa hiyo hapa nimekuja kujifunza. Kwa hiyo utaamini kweli na mimi nina shule kubwa lakini nimekuja kujifunza kwenye shule hii ambao wamefanya kitu cha pekee sana. Tumetoka kwenye zama zile za mtoto wangu asichafuke vumbi, mtoto wangu asifagie. Sasa hivi tumehama, tunaenda kwenye masomo ya amali ya kuwafundisha watoto wetu kujitegemea. Kwa hiyo, Mkurugenzi pamoja na cabinet yako, mimi nikupongeze kwa hatua hii, labda tu wasimamia watoto aongeze kasi ya kuhakikisha mimea istawi zaidi isikose maji. Wanajifunza mambo mengi sana, lakini pia nimefurahishwa na bustani zikiendelea kuboreshwa, watoto wakipata haya. Mimi ni muumini wa maua pia, baadhi ya miti ni dawa. Kwa watoto wetu pia wanapata dawa wakiwa maeneo haya. Lakini nishukuru pia vipaji, kuendelea kuibua vipaji ni wapongeze walimu. Nimemwona Patricia ameimba wimbo, ni wimbo mzuri, tuendelee kumuimarisha ili aweze kufanya vizuri.